Utulivu na mshikamano tulionao. Kwa hiyo wanaokuja kuja kuja kujieleza na kuwashawishi mji mjiridhishe kwa lugha zao, aziwapelekei na nyie kuingia kwenye machafuko yakapoteza usalama na amani ya nchi muhimu. Tanzania, nazungumza na watu wazima, nazungumza na Watanzania ambao mmeishi kwenye amani, nazungumza na watu ambao hamtamani kuona jambo hilo likitokea ndani ya nchi. Kwa nini yamtamani? Mmeshaona madhara ya nchi inayopoteza amani, namna makundi ya watu yanavyohangaika, na hasa wakina mama na watoto wadogo. Mmeona hapa jirani, wiki tatu nne, mwezi mmoja uliopita, kulikuwa na purukushani hapo. Mmeona waliohangaika barabarani, mizoga imejaa, miili ya watu imejaa. Tusililete hapa nchini. Kipindi hiki ni kipindi ambacho unakuwa na matokeo mengi, wakati mwingine yanafanywa na watu wahovyo tu wabaya, ili kuchafua labda muhimili ulioko madarakani na kupelekea kila kitu, muhimili huo huyo ndo kafanya huyo huyo huyo, huyo. Ili watu wakasirike, zote ni mbinu za ushawishi wa kura. Lazima muwe makini wa Tanzania, nchi hii Kutokana na utulivu wetu na amani tulionayo, tumeshuhudia mabadiliko ya kimaendeleo kwenye maeneo yetu, kwa sababu watu wanafanya kazi wakiwa wametulia. Kazi kubwa serikali yenu imefanya, hata kwa ya utumishi imeeleza, kazi kubwa imefanya.